Jambo msikilizaji na karibu. Mimi ni Belden Walieula tulionayo katika Amka na BBC leo hii. Rais wa Marekani Donald Trump asitiza kuwa serikali yake ndiyo inayoongoza Venezuela kwa sasa, huku akitoa onyo kwa rais mpya wa Venezuela Delcy Rodriguez timu ya taifa ya kandanda ya Tanzania, Taifa Stars yaondolewa kutoka fainali za AFCON baada ya kulazwa bao moja kwa bila na wenyeji Morocco. Wamejifunza nini? ukiangalia mchezo jinsi ulivyokuwa, mpaka inafika dakika tisini ulikuwa unaonekana bado huko hamsini kwa hamsini. Bahati mbaya hatujaweza kushinda, lakini tunachukua positive details zote ambazo zimeonekana kwenda kuzifanyia kazi kwa ajili ya mashindano yajayo na katika gumzo letu la leo tunaangazia iwapo Marekani ilikiuka sheria za kimataifa baada ya kukamatwa kwa aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Kwa hiyo wanasema kwanza, si rais halali; pili, ana kesi nchini Marekani. Kwa hiyo alikwenda kumchukua mhalifu kwa kutumia FBI. Lakini wapi amekwenda kumchukua? Vipi amekwenda kumchukua? Na yule mtu yuko, ana hadhi gani kule? Ndio ambao watu wengi wanafikiri kwamba kuna sheria za kimataifa ambazo zikiukwa. lakini kwanza ni muhtasari wa taarifa ya habari za dunia, naye Florian Kaijage. Rais wa Marekani Donald Trump amemwonya kiongozi wa mpito wa Venezuela Delsi Rodriguez kwamba anaweza kukabiliwa na hatua kali zaidi kuliko bosi wake aliyeng'olewa madarakani Nicolas Maduro iwapo hatafanya kilicho sawa. Trump ameliambia jarida la The Atlantic kwamba uingiliaji kati wa Jumamosi utaboresha maisha kwa Wanavenezuela kwa sababu utaanzisha mabadiliko ya utawala na kusababisha ukarabati wa nchi. Waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio alikuwa amesisitiza hapo awali kwamba Washington bado ina sababu nyingi za kulazimisha mabadiliko nchini Venezuela, ingawa hakuna mtu aliyerudia matamshi ya bwana Trump kwamba Washington itaiongoza nchi hiyo. Lakini katika hotuba yake iliyoonekana kujiamini, waziri wa ulinzi Vladimir Padrino amesema majeshi yamerejesha katika hali nzuri ili kuilinda dola ya Venezuela. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameviagiza vikosi vya usalama kuwasaka na kuwakamata waliohusika na shambulizi la Jumamosi kwenye soko la kijiji katika jimbo la Niger, wakati watu 30 walipouawa na wengine kadhaa kutekwa nyana na genge lenye silaha. David Kinyanjui ana taarifa zaidi. Serikali ya Iran imetangaza kuwa itaanza kulipa posho mpya ya kila mwezi kwa kila raia, huku ikilenga kuzima maandamano ya ghasia yaliyochochewa na kuzorota kwa uchumi wa nchi hiyo. Msemaji wa serikali ameiambia runinga ya, ya serikali kuwa mpango huo mpya utahusisha takriban dola saba za Marekani zitakazolipwa kwa raia wote wa Iran kila mwezi kwa muda wa miezi minne ijayo, kusaidia kupunguza gharama za, za ukubwa wa maisha. Rais Masudi pezeshkian amekuwa akikabiliwa na shinikizo kubwa kujibu maandamano hayo ambayo yameendelea kwa siku ya nane sasa. Na miili ya watu arobaini wa waliofariki dunia kutokana na ajali ya moto kwenye baa katika eneo la mapumziko la ski la Crans Montana nchini Uswizi usiku wa kuamkia mwaka mpya imetambuliwa na polisi. Waathirika hao wana umri kati ya miaka kumi na minne na thelathini na tisa, huku kumi na watano miongoni mwao wakiwa na umri chini ya miaka kumi na minane Wadogo zaidi walikuwa msichana wa Uswizi na mvulana raia wa Ufaransa, wote wakiwa na umri wa miaka kumi na minne. Kundi hilo linajumuisha watu wa mataifa ya Uswizi, Italia, Romania, Uturuki, Ureno, Ufaransa na Ubelgiji, pamoja na raia wa Uingereza, Ufaransa na Israel. Wengine 119 walijeruhiwa, wengi wao wana majeraha makubwa ya moto. Sita kati yao, majeraha yao ni makubwa zaidi kiasi kwamba bado hawajatambuliwa. Hii ni BBC, taarifa ya habari za dunia imesomwa na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikutangazia kwenye FM redio wa shirika mbalimbali mbali na internet katika BBC swahili com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia redio free Africa, Kenya ni mwanedo FM, Uganda ni redio Lira, na iwapo upo DRC ataajia kupitia redio mungano Beni. Aidha, unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili na pia unaweza kutuachia pale ujumbe. Asubuhi ya leo uko nami Belden Walieula. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa serikali yake ndiyo inaongoza taifa la Venezuela kwa sasa huku rais mpya wa Venezuela Delcy Rodriguez akiongoza mkutano wake wa kwanza wa baraza la mawaziri wa taifa hilo. Trump ametoa onyo kwa Rodriguez kuwa huenda akabiliwa na hali ngumu zaidi iwapo atashirikiana na, na Marekani. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Venezuela amesema majeshi ya nchi hiyo yapo katika hali ya tahadhari ili kukabiliana na uchokozi wowote zaidi utakaotokea. Wikta Kenani anatuarifu zaidi. Utawala wa Trump unasema uko tayari kufanya kazi na waliobaki katika serikali ya Maduro mradi tu malengo ya Marekani yatimizwe, hususan kufungua fursa ya uwekezaji wa Marekani katika akiba kubwa ya mafuta ghafi ya Venezuela. Mitaa ya Caracas ilikuwa tulivu baada ya uvamizi huo wa kushangaza ambapo wanajeshi wa vikosi maalum vya Marekani waliingia mjini kwa helikopta wakisaidiwa na ndege za kivita na vikosi vya majini ili kumkamata Maduro. Jeshi la Venezuela lilitangaza kuwa linamtambua Delsi Rodriguez aliyekuwa makamu wa rais wa Maduro kama rais wa mpito, na alikawahimiza wananchi kurejea katika maisha ya kawaida. Licha ya mafanikio ya awali ya operesheni ya Marekani, maswali yanaendelea kuibuka kuhusu mkakati wa Trump. Trump alisema Jumamosi kwamba Marekani itaendesha Venezuela. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alisisitiza siku ya Jumapili kwamba Washington haitafuti mabadiliko kamili ya utawala nchini humo yenye wakazi takriban milioni 30 wala uchaguzi wa kurejesha demokrasia, lakini alisema uwepo mkubwa wa wanamaji wa Marekani utaendelea katika bahari ya Caribian ili kutekeleza kizuizi cha mauzo ya mafuta ya Venezuela kwa nguvu kubwa ya kushinikiza. Trump ameweka wazi kuwa Marekani inalenga kuwa na kauli ya mwisho kuhusu Venezuela, kwa kuzingatia hasa kupata fursa ya akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa duniani. Tutaiendesha nchi hiyo hadi pale tutakapoweza kufanya mpito salama, sahihi na wa busara. Kwa hiyo hatutaki kuhusika na kumwingiza mtu mwingine madarakani halafu tukajikuta katika hali ile ile tuliyokuwa nayo kipindi kirefu kilichopita. Katika kauli zake za kwanza tangu shambulio la Marekani, Rodriguez alizungumza kwa msimamo mkali, akisema Maduro ndiye kiongozi pekee halali wa nchi hiyo na kwamba wako tayari kutetea rasilimali zao za asili. Kiongozi wa Venezuela aliyeondolewa madarakani alikuwa akizuiliwa mjini New York akisubiri kufikishwa mahakamani Jumatatu. Akiwa amefungwa pingu na amevaa sandali, Maduro alisindikizwa na maafisa kupitia kituo cha shirika la kudhibiti madawa ya kulevya la Marekani, DEA, mjini Manhattan mwishoni mwa Jumamosi, kulingana na video iliyowekwa na ikulu kwenye mitandao ya kijamii. Awali alipigwa picha akiwa ndani ya meli ya wanamaji wa Marekani akiwa amefunikwa macho na kufungwa pingu, akiwa pia amevaa kinga za masikio za kuzuia kelele. Habari za kukamatwa kwa Maduro ziliposambaa Raia wa Venezuela walioko uhamishoni walipunga bendera na kusherehekea katika viwanja vya miji kuanzia Madrid hadi Santiago. Takriban raia milioni nane wa Venezuela wamekimbia umaskini uliokithiri na ukandamizaji wa kisiasa nchini mwao. Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay na Uhispania katika taarifa ya pamoja zilieleza kupinga operesheni ya Marekani na wasiwasi kuhusu jaribio lolote la kudhibiti au kuendesha serikali au kutoa kutoka nje rasilimali za asili au kimkakati. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana Jumatatu kujadili mgogoro huo. Nicolas Maduro ambaye aliondolewa madarakani siku ya Jumamosi na Marekani kama rais wa Venezuela ni nani hasa? Na Steha Muhamed anatuarifu. Ni sauti ya Nicolas Maduro ambaye alikamatwa Jumamosi, Januari tatu, na kikosi maalum cha Marekani. Rais huyo wa Venezuela alizaliwa tarehe ishirini na tatu Novemba mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili katika kitongoji cha Elval katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas. Alisoma katika shule ya sekondari ya umma huko Elval ambako alijihusisha na siasa za wanafunzi. Kabla ya kuingia kwenye siasa za ushindani, alikuwa dereva wa basi na mwanaharakati wa vyama vya wafanyikazi. Aliingia kwenye uongozi wa kitaifa kupitia ushirikiano wake wa karibu na Hugo Chavez, rais wa zamani wa Venezuela. Maduro alihudumu kama waziri wa mambo ya nje kati ya mwaka elfu mbili na sita na mwaka elfu mbili kumi na tatu Baada ya kifo cha rais Chavez mwaka elfu mbili kumi na tatu alichukua uongozi wa nchi kama rais wa Venezuela. Utawala wake ulifuata sera za kisosialisti, lakini ulikumbwa na changamoto kubwa, zikiwemo kudorora kuchumi, kwa uchumi, mfumuko wa bei, uhaba wa chakula na dawa za kitabibu pamoja na migogoro ya kisiasa ya ndani. Uongozi wa Maduro ulikosolewa na mataifa kadhaa ya magharibi, hasa Marekani, kwa madai ya kukandamiza demokrasia na haki za kibinadamu. Hata hivyo, wafuasi wake walidai kuwa matatizo ya Venezuela yalitokana zaidi na vikwazo vya kiuchumi na uingiliaji wa mataifa ya nje. Maduro alivutiwa na uongozi wa Hugo Chavez, kanali msaidizi wa jeshi la Venezuela aliyeongoza harakati za silaha za Bolivarian zilizopinga mfumo unaoitwa pontofijismo, mfumo wa demokrasia wa vyama viwili nchini Venezuela pamoja na rais aliyekuwa madarakani wakati huo Carlos Andreas Perez kwa madai ya rushwa. Aliondolewa madarakani baada ya operesheni ya vikosi maalum ya Marekani siku ya Jumamosi kwa tuhuma za rais huyo wa Venezuela Nicolas Maduro kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya, rushwa, ukiukaji wa haki za kibinadamu, kudhoofisha demokrasia na uhalifu dhidi ya binadamu, ingawa yeye na serikali yake wamekuwa wakizikana tuhuma hizo <mulia> Baada ya miezi kadhaa ya vitisho na mbinu za shinikizo, hatimaye marekani ilishambulia makazi ya rais huyo wa venezuela kwa mabomu na kumwondoa madarakani rais wake kwa sasa. Rais wa marekani Donald Trump amesema washington itaongoza Venezuela, na sasa hatima ya rais huyo ambaye anashikiliwa katika mji wa New York na mustakabali wa rais huyo wa venezuela imo mikononi mwa serikali ya Marekani. Sanamkaribisha Vikto Kenani na taarifa za spoti. Sukran Beldin, tunaanza na michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON la CAF ambapo Moroko imekata tikiti ya kucheza robo fainali ya kombe la mataifa ya Afrika CAF mwaka 225 baada ya kuibuka na ushindi mwembamba wa bao moja kwa bila dhidi ya Tanzania mjini Raba siku ya Jumapili. Bao la kipindi cha pili la Brahim Diaz lilikuwa ndilo liloamua mchezo huo. Bao hilo lilipatikana baada ya jioni ndefu na yenye subra kwa wenyeji ambao walimiliki mpira kwa kiasi kikubwa, lakini walipata ugumu wa kutengeneza nafasi za wazi dhidi ya timu ya Tanzania iliyopangwa vizuri na iliyokuwa na dhamira ya kuendeleza safari yao ya kihistoria kwenye mashindano hayo. Ashraf Hakimi aligonga mtambaa panya kwa mpira mkali wa adhabu kabla ya Brahim kuvunja mwiko katika kipindi cha pili cha, kwa kufunga katika mechi nyingine ya hatua ya mtoano, mabao ya junia chamedu na christian cofane yaliyofungwa kabla na baada ya mapumziko yaliisaidia Kamerun kufuzu robo fainali ya AFCON baada ya kuifunga Afrika kusini 2 1 siku ya Jumapili. Afrika kusini walijaribu kurejea mwishoni mwa mchezo kupitia bao la evidence magopa, lakini Kamerun ndio waliovuka kwenda hatua inayofuata. Mabingwa hao mara tano sasa watacheza na wenyeji Moroko katika robo fainali kali itakayopangwa itakayopigwa siku ya Ijumaa. Tunaelekea kwenye tenis ambapo mkenya angela Okutoi alionyesha kiwango cha hali ya juu na kutoa taji la ITF Womens World Tour katika klabu ya michezo ya Parklands jijini Nairobi siku ya Jumapili. Bingwa huyo wa michezo ya Afrika alimshinda mwitaliano Martina Cogmela kwa seti za 6-3, 3-6, 6-3 katika fainali ya kusisimua. Akiungwa mkono na mashabiki wengi wa nyumbani Okutoi alitawala seti ya kwanza kabla ya mpinzani wake aliyeorodheshwa katika, eh, nafasi ya nne duniani kurejea na kushinda seti ya pili hata hivyo uimara na azma ya ukutoi vilijitokeza katika seti ya tatu na akafanikiwa kuhitimisha wiki iliyokuwa na mafanikio makubwa kwake. Tunaangazia sasa ligi kuu ya England ya Premier League ambapo Chelsea walifunga bao la kusawazisha katika dakika za majeruhi na kuambulia sare moja moja dhidi ya Manchester City. Tijiani Rangers alifunga bao la kwanza mwishoni mwa kipindi cha kwanza ambacho City walikitawala. Chelsea walichelewa lakini walipata bao la kusisimua mwishoni, huku Enzo Fernandez akifunga kutoka umbali wa yadi moja katika dakika ya nne ya nyongeza ya kipindi cha pili. Matokeo hayo yanaiacha City wakiwa na pointi 6 nyuma ya vinara Arsenal ambao waliifunga Bournemouth 3-2 siku ya Jumamosi. Tukisalia hapo hapo kwenye Chelsea ni kwamba Liam Rosena amesafiri kwenda London kukamilisha uteuzi wake unaotarajiwa kuwa wa kocha mkuu wa Chelsea. Kocha huyo wa Strasbourg, ambayo inachezea huko Ufaransa, ndiye mgombea anayeongoza kuchukua nafasi ya Enzo Maresca aliyeondoka Stamford Bridge. Mazungumzo yako katika hatua za mwisho na kocha huyo mwenye umri wa miaka 41 yupo jijini London kukamilisha taratibu kabla ya kutangazwa rasmi kama mrithi wa Maresca. Katika mechi nyingine zilizochezwa Jumapili, Harrison Reed alifunga bao la kusawazisha katika dakika ya 97 na, ku, na kufuta bao la Cody Gakpo la dakika ya 94 huku Fulham na Liverpool wakitoka sare katika mechi ya kusisimua huko Craven Cottage. Nahodha wa Newcastle United Bruno Guimares aliongoza timu yake kuanza mwaka mpya kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Crystal Palace. Tottenham Hotspa nao walitoka sare ya moja moja na Sunderland, huku Brentford wakiifunga Everton 4 kwa 2. Mshambuliaji wa Brazil Igor Thiago alifunga mabao matatu, yani hatrick. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran kwako Beldini, asante asante, Kinani.